Jamani, kujifanya mjinga hakukufanyi uwe mjinga. Wewe sio mjinga, lakini sometime inatubidi tujifanye wajinga ili mambo yaende. Kuna muda tu watu wanakuchukulia chukulia tu, kwa sababu hawajui malengo yako, hawajui maono yako, hawajui ndoto zako, wanakuchukulia mjinga, mjinga tu, upo upo tu. Yaani wanakuchukulia chukulia tu. Sasa usianze kukua kuanza kwambia, mimi nina akili bwana, mimi nina hiki, mimi nina no, mi no. Jifanye tu mjinga Let them wakuchukulia hivi vile wanavyokuchukulia you have your target. Na kuna mda mwingine hao wanaotuchukulia wajinga, kuna vitu tunavitaka kutoka kwao, sasa tutafanyaje, eh? Ndo unafiki pro max unaingia. Jifanye tu mjinga mwanangu, wewe una shida wewe, una jambo lako, jifanye mjinga, mambo yako yaende. Hiyo nayo ni akili, hiyo nayo ni akili. Kujifanya mjinga sometime ni akili, sijui unaelewa Kujifanya huna akili samtime ni akili. Ishi nao tu mwanangu, ishi nao yani, nenda nao hivyo hivyo, kwa mwendo wao, kwa staili yao, lako liko sasa, lako liwe kichwani. Jifanye yani, humble yourself if you can, lower yourself if you can. Mwanangu na shida afu naanza kujimwamba fai, utakuwa utoboi Jifanye mjinga, utakuja kunishukuru. Kuna muda tunajifanya wajinga kabisa, yaani mjinga, mtu anakuona wewe sijui namna gani vipi, lakini wewe una la kwako, na unajua pale kuna kitu unakitaka. Ajifanye mjinga, alafu baadaye tutajua nani mjinga, sawa sawa.